Sisi watu wa Shamiani Mwambe tumenufaika uwepo wa Dokta Mwinyi, kwani huko nyuma Shamiani ilikuwa hakuna maboti ya uvuvi na kama alikuwepo basi ni machache sana, lakini mara baada ya kuingia madarakani akaamua kuwawezesha wananchi kiuchumi, basi tumenufaika na maboti mengi. Kama sisahau, Shamiani Mwambe leo tuna maboti yasiyopungua kumi kumi na mbili, ambayo haya tumeyapata uwepo wa Dokta Hussein Ali Mwinyi Sambamba na maboti lakini pia kwenye sekta ya kilimo, akina mama wamepatiwa mikopo, ruzuku, misaada ili kujinua kiuchumi katika masuala ya, ya, ya kilimo, watu shirika, mani, wa vikundi vya ushirika mwani, wafanyabiashara wamepatiwa mikopo, wamepatiwa elimu ya kuendeleza biashara zao. Hayo siyo maendeleo madogo, ni maendeleo makubwa, na tuna imani kwamba kipindi hiki cha 20 25 30 basi tutafanywa makubwa zaidi kuliko hayo. Lakini pia tuna imani na Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah huyu, kwa nafasi yake ya uwakilishi. Tuna imani kubwa kwamba mara atakapo pata kura za ndio na kapishwa, basi tuna imani kwamba ataenda kufanya mabadiliko makubwa katika jimbo la Kiwani, lakini sambamba na shehia ya Shamiani Mwambe tuna imani tuna, tuna kilio cha muda mrefu wa kujengewa daraja au gati. Tuna imani kwamba yeye atakapokuwa mwakilishi wetu, basi tatizo lile linaenda kuondoka, lakini pia ataenda kuweka nguvu za ziada kwenye masuala ya uwezeshaji wananchi kiuchumi maswala ya kina mama, maswala ya watoto na maswala masuala masuala mengineo mengi katika sekta mbalimbali, ikiwe mbali elimu na sekta nyingine. Tunaimani na uongozi wa Dr. Hussein El Mwinyi, lakini pia tunaimani tuna na uongozi wa Mheshimiwa Hemedi Suleimani Abdullah akiwa mwakilishi, basi hakuna kitachoshindikana. Mwakilishi wetu nteule atakaporudi madarakani, na tutampigia kura zote aja, tutatulie makero wetu yaliobakia kwa sababu kuhusu uvuvi tuna shida wa vyombo uvuvi, tuna shida ya pakuuza masoko, na mwani tuna shida. Kwa hiyo kama alipoanza mwanzo kutusaidia na kutubembeleza na kuwa naye pamoja kila linalotokea, tuna imani kama atarudi madarakani kuwa mwakilishi. Asante, na sasa tuna imani ya kuwa kama sie atatumalizia shida zetu zote.